Je, umeshawahi kujiuliza ni siku zipi ambazo zina uwezekano mkubwa kwa mwanamke kushika ujauzito? Jina langu ni Samson Mhela, mimi ni afisa muuguzi. Leo ninaenda kufundisha mbinu tano za uhakika ambazo zimethibitishwa zinazoweza kukusaidia kuhesabu eh, siku ambazo ni zina uwezekano mkubwa wa kushika ujauzito. Somo hili ni maalum kwa ajili ya watu ambao aidha wanatafuta mtoto au wanataka kufahamu ili kuepuka kupata mtoto aidha kwenye ndoa au kwenye mahusiano yao. Karibu uongozane na mimi na ninakuomba kwa manufaa yako usiruke hata sekunde moja kwa sababu ukiluka utakuwa umepitwa na vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wakivitafuta kwa muda mrefu sana. Twende pamoja tuziangalie kwa umakini mbinu tano za uhakika ambazo mwanamke anaweza akazitumia kujua siku ipi ina uwezekano mkubwa kwake yeye kushika ujauzito. Mbinu ya kwanza ni mbinu ya kalenda. Mbinu ya kalenda ni mbinu salama na rahisi sana. Cha kwanza unachotakiwa kukifahamu ni kwamba mwanamke, unatakiwa uijue siku ya kwanza ya kuona damu ya hedhi, na hiyo ndio inakuwa siku ya kwanza ya kuhesabu mzunguko wako. Na yai huwa linapevushwa kwenye siku ya kumi na nne yaani, uwezekano mkubwa wa yai kupevushwa huwa ni siku ya kumi na nne baada ya kuanza hedhi. Kwa maana yake ni kwamba Kwanzia siku ya kwanza unahesabu siku kumi na nne hiyo ndo siku ambayo tutegemee yai litapevushwa. Lakini kwa sababu yai linaweza kuwahi au kuchelewa, basi huwa tunahesabu siku tatu nyuma, lakini pia siku tatu mbele, ili kuongeza ule uwezekano wa kuzitambua siku ambazo yai litaweza kutoka. Kwa hiyo kama ni siku ya kumi na nne basi Unguza siku tatu nyuma ambayo ni ya kumi na tatu, kumi na mbili na kumi na moja, lakini pia ongeza siku tatu mbele, kumi na tano, kumi na sita na kumi na saba. Kwa hiyo kuanzia siku ya kumi na moja baada ya hedhi mpaka siku ya kumi na saba, hizi zinakuwa siku zenye uwezekano mkubwa wa mwanamke kushika ujauzito. Mbinu ya pili na ya uhakika ni kuangalia ute kwenye mlango wa kizazi. Ute wa kwenye mlango wa kizazi unaweza kukwambia kama upo kwenye kipindi cha kushika ujauzito au la. Kama ute wa kwenye uzazi ni mzito kama uji mzito, yaani hauvutiki, maana yake haupo kwenye kipindi ambacho unaweza kushika ujauzito. Lakini kama ute ni mlaini mwepesi kama ule ute wa kwenye yai bichi, basi hicho ni kipindi ambacho unakuwa kwenye uwezekano mkubwa sana wa kushika ujauzito. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mwanamke kujifuatilia na kujua hali ya ute wake kwenye mlango wa kizazi, ili aweze kujua. Kama ute ni mlaini, basi kuna uwezekano wa kushika ujauzito. Mbinu ya tatu ni kupima joto la mwili. Siku ambayo kuna uwezekano mkubwa wa kushika ujauzito, joto la mwili huwa linapanda kidogo kutoka sehemu ambapo huwa linakuwa ikiwa siku za kawaida. Kwa hivyo, ili mwanamke uweze kutumia mbinu hii, ni lazima uwe umeshapima joto lako kwa muda mrefu, umelifuatilia, na ukajua kwamba joto lako huwa lina renji kuanzia digrii hizi mpaka digrii hizi. Siku ambapo utaona joto la mwili liko juu kidogo, basi siku hiyo kuna uwezekano mkubwa wa wewe kushika ujauzito. Mbinu ya nne ni mbinu mchanganyiko. Hapa tunaongelea unachanganya mbinu ya kutumia kupima joto, kupima ute, lakini pia mbinu ya kalenda ili kuongeza ufanisi wa matokeo. Mbinu hii imekuwa ni mbinu bora sana kwa sababu hivi vitu vyote, joto kupanda, ute kuwa mlaini pamoja na kalenda, huwa vinatokea kwa wakati mmoja. Kwa hivyo, mtu ukijifuatilia vizuri mwili wako ukaujua, siku ambapo utaona hivi vitu vitatu vyote vimeonekana kwa pamoja, basi itakuwa ndio siku ambayo kuna uwezekano mkubwa kwako wewe kushika ujauzito. Mbinu ya tano ni mbinu ya kupima mkojo. Mbinu hii inahusisha mwanamke kupima mkojo, kuangalia uwezekano wa uwepo wa majibu chanya kwenye kipimo kinachoitwa ovulation kit. Kipimo hichi huwa kinasaidia sana kugundua hormone ambayo huwa ina tabia ya kupanda siku ambayo kuna uwezekano wa kushika ujauzito. Na majibu yakionekana ni chanya, basi mwanamke anakuwa kwenye uwezekano mkubwa wa kushika ujauzito. Mbinu hii nayo ni mbinu bora na rahisi, kwa sababu mwanamke anaweza akajipima mwenyewe nyumbani, haimhitaji yeye kwenda hospitali kupimwa. Kwa maswali au maoni, niandikie kwenye comment na mimi nitakujibu. Lakini kumbuka chaneli yetu inahusika na mambo ya afya tu, kwa hiyo ni sehemu sahihi kwako wewe kujifunza. Pitia video zetu zingine ambazo tumefundisha mambo kadha wa kadha kuhusu afya ili uweze kuelimika zaidi. Afya Yako Elimika.